Na mtazamaji, tuelekee nyumbani kule ambapo mbunge wa kike wa kaunti ya Kwale Fatuma Masito na mwenzake wa Likoni Mishi Mboko wameitaka idara ya upelelezi wa jinai, DCI, tume ya ardhi nchini NLC, na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, kuharakisha uchunguzi wa madai ya unyakuzi wa ardhi ya msikiti mkongwe wa Kongo ulioko Diani kaunti ya Kwale. Wanasema watu binafsi wanaodai umiliki wa ardhi hiyo ya ekari 16 wanafaa wachunguzwe na kuchukuliwa hatua, kwani waumini wa, wa Kiislamu wamekuwa wakiabudu kwenye msikiti huo kwa miaka mingi. Wabunge hao wanasema unyakuzi wa ardhi hiyo unaashiria jinsi eneo la Pwani limekumbwa na dhuluma za kihistoria za ardhi ambazo hazijapata utatuzi wa kudumu. It's a sacred place. Kila mtu anapafahamu na ni shamba ambayo huwezi kuinyakua, wala huwezi kuiuza. Kwa hivyo ni jambo la aibu sana tukipata, kuna mabwenyenye, watu wenye tamaa ya dunia, kwa sababu hii ni tamaa ya dunia, lakini mimi nasema watu wanajitafutia laana. Shamba ya Kongo Mosque, that is a sacred place. Hapo, tunaamini sisi ni sacred area. Huwezi kuiuza na haiuziki, na ukiuza hiyo basi, at your own risk. Ni pahali ambapo kidini na sisi kama jamii ya watu wa Kwale tunaamini ni pahali ambapo ni patakatifu, ambapo ukienda ukifanya ibada yako ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu anaipokea sana. Kwa hivyo sisi tunasema, tumekuwa tukizungumza historical land injustices, ama dhulma za kihistoria za mashamba na tuna tunaona kwamba wakati huu ni wakati ambao hatutaki kusikia, haswa kama kuna dhulma za mashamba wakati tukiwa tuko na tume ya ardhi, tume ambayo inaitwa NLC, National Land Commission, tume ambao wa Kenya. Sababu kubwa ya kutengeza tume hino ni kwamba mambo ya kihistoria ya kudhulumu watu kimashamba yawe hayatakuwepo tena.